Na tatu ya moto wa uamsho. Tena hizo sio sauti za sa watu waliokoka wanaompenda Yesu kwelikweli wakiwa kwenye kongamano la DMS, miaka kumi na tatu ya moto wa uamsho. Tunamtaka Bwana na nguvu zake pamoja na Bwana, tumewaka jamani, tumewaka! DMS Tabora Kaskazini, tumewaka, hatuzimiki, hatu jamani, hatuzimiki. Hebu mshike mkono jirani yako ambaye umekaa naye hapo, mwambie Mungu akubariki sana kuwepo kwenye kongamano hili zuri. Umemaliza, jirani yako ni huyo tu ambaye umekaa naye hapo jamani, ninaomba tusimame, naomba tusimame sana miaka kumi na tatu ya moto wa mwamsho, tunamtaka Bwana na nguvu zake, kwa umoja, kwa umoja na kwa pamoja tuna tena. Amina, naomba tuketi tuketijia um, jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Sasa mimi nataka tu nifungue ni kongamano hili kwa ujumbe kutoka kwenye kitabu cha Ezekiel sura 37 mstari wa kwanza hadi mstari wa kumi na nne. Ujumbe ni rais tu ambao mnaofahamu, nasi ajabu umeusikia hata juzi, ni ujumbe ambao unasema mifupa mikavu kuwa hai tena, kama naandika andika mifupa mikavu kuwa hai tena. Sasa naomba mtu mmoja nisomee Ezekiel sura ya 37 mstari wa kwanza hadi mstari wa kumi na nne. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana Amen. Na mtumishi wa Mungu Zecheli bila kusitasita kwa sababu alishaona muujiza wa kwanza, aliona ile mifupe nasogeleana akusita kutabiri kwa habari ya upepo. Biblia nasema ya kwamba Ezekiel exactly akatabiri kwa habari ya pepo nne kutoka pande nne, nibnasema ya kwamba pande zote nne zile zikalijaza lile bonde kutoka mashariki, magharibi, kusini na kaskazini. Bonde likavurugwa na upepo, matengenezo yakafanyika, lana zikaondoka, harufu zikaondoka, upepo kukuzwa ukafanya kazi, ukaingiza hewa kafanya kazi pale. Na baada ya kazi, inasema kwamba Hirika simama kubwa, uhai ukaingia kwenye mifupa. Amen. Oh, jina la Bwana Yesu lebarikiwe. Tabora Kaskazini tunatabiri upepo kutoka pande nne zote, upepo uje ujaze lile bonde, ujaze Bwana. Tabora Kaskazini niusimame jeshu kuya nonielewa, mshangilie ni Bwana kwa makofi na vigelegele, tuiwo pamoja, mpigie Bwana makofi ya shukrani. Ni wakati wa kutabiri Lipo wewe, tabiri upepo kutoka pande zote nne, wote utakuwa na kazi. Upepo wa mashariki utaondoa laana, utaleta baraka. Upepo wa kaskazini utafanya matengenezo. Upepo wa magharibi utakuza. Upepo wa kusini Uta, utafanyaje? upekuuaani Uta, utachipusha, jamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wa kiangazi, kila upepo unafanya kazi, na ilo kazi ikifanyika, uhai umeonekana ndani yako. Hey, jina la Bwana Yesu libarikiwe, jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Watumishi wa Mungu, niko hapa kama kiongozi wenu, kama mchungaji wenu wa Tabora Kaskazini, ninaomba kila mmoja usimame kwa usiogope mazingira ambayo unayapitia wewe ni mtumishi wa mungu mungu ameweka vikinywa ameweka maneno ndani ya kinywa chako simama kwa ujasiri tabiri na itawezekana katika jina la yesu kristo kwa kweli katika mambo mengi ambayo mungu ameyafanya kuna kamuujiza mimi ambako mungu alikafanya na mimi nikakashangaa unaweza ka ka, kaonekana kadogo kwako lakini kwangu mimi kalikuwa kakubwa sana. Nimeombea watu wengi sana, Mungu amewaponya wengine kwenye simu, kwenye wapi. Kuna kamujiza kalifanyika juzi juzi tu mwezi uliopita niliwashuhudia hata kanisani hapa <laughs> ule muujiza mpaka leo anaushangaa. Kuna kijana mmoja alikuja hapa kanisani, akaja na makaratasi haya wanatembea kutafuta msaada. Sasa ule kijana alikuwa na kidonda kikubwa sana kwenye mguu. Nikamuuliza umefanyaje? Kwa sababu bwana, mimi nilikuwa nafanya kazi kwa Wachina. Sasa nilikuja kubondwa na nani ile maskaveta yale, yake, barabara bahati bahati mbaya ikaja kunichimba hapa. Kwa hiyo mguu ndio hivyo, nahangaika niende Muhimbili si niende wapi, nipone. Mungu anisaidie nikae vizuri kutafuta msaada. Nashukuru serikali imenisaidia, lakini ah, sasa nakumbuka tulimsaidia hapa kanisa, nakumbuka ofisini pale kampa pale la kidogo, kaenda. Sasa yule bwana akaendelea kunifuatilia, kumbe alibeba namba yangu. Siku moja akanipigia simu, akanambia mchungaji, nilikuwa nimetoka Benjamin Mkapa kwenye gari, kumbe nimesinzia, nimejikuta nimepitilizwa, nimeshushwa Nzega <laughs> Unajua kusafiri usiku nayo usipokuwa makini unapitilizwa, sikizi. Sasa nimejikuta sina hata, sina hata nauli ya kurudi Igunga, mchungaji wangu kama ana elfu tano fuka kunirudisha Igunga. Ah, wewe nani, kwa sijasema niambie yake, ndio akanikumbusha kuna mtu fulani, ah nikamkumbuka mchungaji wangu nisaidie tu. Yani nimepitilizwa, hapa nimeshushwa stendi Zege hapa saizi, natafuta namna ya kurudi Igunga. Ah Uzuri nilikuwa nakaela nikamrushia, maana hyo bwana ni niwa, niwamumu niwa, niwa vijijini anakaa Bukama siou. Sasa ukapita muda mrefu sana. Juzi wakati mimi niko nina mgonjwa hapo, baba mkwangu anaumwa, nilikuwa makiungu hospitalini, akanipigia tena nani, mimi sikusave number lakini naomba nisaidie tu kitu kimoja, unajua mchungaji, yule mguu wangu sasa hivi umekuwa ume kansa sasa natakiwa nikakatwe, kile kidonda kimesha kuwa kansa sasa. Naona shida hata kwenda kumwomba mchungaji, Kristo ananisaidia, maana amenisaidia vitu vingi mimi. Nikambia na mimi uguza, uku, niko na uguza huku, niko machungu <laughs> akakaa akatulia. Baadaye akanipigia tena, mchungaji nisaidie hata shilingi elfu hizi, elfu mbili tu na nani, nashida nao kweli. Sasa hivi kuna dawa ambayo nimeambiwa nikainunua inahitaji shilingi elfu mbili, inisaidie wakati natafuta hela, namna ya kwenda rutina, nani kule, mguu kafanya nini, kakatwa. Maana mguu navuja sana damu saizi, maana kansa unajua, navuja na nini. Naomba nisaidie elfu mbili tu. Nikaingia huruma, nikamrushia aka elfu tatu kwenye simu, nikamrushia. Sasa nilivyomrushia, nimekaa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, akanipigia simu akasema mchungaji, nashukuru sana. Akaniuliza, hivi wakati unanitumia ile hela ile hela uliombea au ulifanyaje? Nikamwambia na kwai, kwani nini, ile hela uliponitumia, niliponunua ile dawa, nilipoweka kwenye kidonda, kidonda kimekauka. Paka watu ananiuliza, wewe wa umefanyaje mguu Akamwambia bwana, kuna mchungaji wangu wa Igunga alinitumia shilingi elfu mbili, nikanunua hasa. Basi, mchungaji wako huyo ana nguvu ya Mungu sana. Hiyo dawa uliyonunua na mchungaji imekauka, anasema imekauka. Nikamwambia ona, nitania ambia mchungaji, ni kweli, ni kweli ninachokizungumza sasa. Mimi nikabaki nimedua, kwa sababu na mimi nilituma. Nikasema Mungu, sasa msaidie mtumishi, na mimi mwenyewe nauguza huku, na Mungu, elfu mbili nikatuma lakini, kumbe ikatembea na upako na muujiza wa kwenda kuondoa msiba kwa mtu. Kumbe ile ile hela shilingi elfu tatu ikatembea na muujiza, ikaenda kuondoa, ikakausha kidonda cha kansa katika jina la Yesu Kristo. Jamani semeni amina! Jamani semeni amina! Jamani semeni amina! Kasema mimi wengi Mungu amefanya lakini, nikaona haka eh, mwonye nilishinda, nikapiga tena mara ya pili, hivi ulikuwa ni kweli, ma nikikasudia inakumbuka. Eh, kweli kidona, kasema mchungaji, kidona kimekauka. Hiyo dawa ulioninunulia hiyo, si hiyo hata si, uliombeaje? Mungu anapenda muujiza. Jamani semeni amena, wapendwa semeni amena. Ninapofungua ile kongamano nataka tuone mifupa mikavu kwamba inaweza kuishi tena. Watumishi wa Mungu mko hapa, viongozi ongoza ibada mko hapa, ifike wakati tuone ibada zetu ambazo zimekuwa mifupa mikavu, tuone sasa ziwe hai katika jina la Yesu. Kwaya zetu ziwe hai katika jina la Yesu. Makanisa yetu yawe hai katika jina la Yesu. Mifupa mikavu iweze kuishi tena katika jina la Yesu, tena katika jina la Yesu Pena, la Yesu. Ishu tena katika jina la Yesu. Ebu simama kwa miguu yako, ishu tena katika jina la Yesu. Anataka mwana Tabora Kaskazini, ebu beba hii imani, usibebe maneno ya watu, beba neno la Mungu, usibebe usibebe mitazamo ya watu, beba mtazamo wa Kiungu. Ona mifupa inaweza kuishi, ona mifupa inaweza kuishi, ona mifupa inaweza kuishi ona mifupa inaweza kuishi katika jina la Yesu. Na sisi watu wa Mungu waongoza ibada nuwe mnaoisimama mbele ku mi nawambeaga hapa Tabora Kaskazini, naongea kwa uchungu. Mungu atupe neema tuiponye Tabora yetu. Wewe uwe chanzo cha uponyaji wa Tabora Kaskazini, mifupa mikavu iishi tena katika jina la Yesu. Waongoza ibada nini, Mungu awape neema mwa sababu ya kufanya uhai wa kanisa uonekane. Katika jina la Yesu Kristo. Kama mnasiakamazab na mchungaji mnawahi huko. Hebu tumwabudu Mungu twende kwa mama Mungu. Najisikia moyoni mwangu tunapofungua ibada hii, kongamano hili, nataka tumwagike hapa, tumwambie Roho Mtakatifu, sasa geuza mifupa mikavu kuwa uhai tena katika jina la Yesu. Na narudia tena. Tunapofungua kongamano hili tumwambie Bwana ageuze mifupa mikavu iwe uhai tena katika jina la Yesu. Makanisa yetu yasiyo madanguro ya kujificha wa wazinzi na wachawi, makanisa yetu yasiyo madanguro ya kujificha watu waovu, makanisa yetu pawe na moto unaowaka.

zilijaze kanisa lake pepo kutoka pande nne, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, pepo kutoka pande nne zilijaze likongamano katika jina la Yesu. Tuone mawimbi ya roho katika, tuone pepo Roho Mtakatifu ukifurikisha likongamano kwa viwango vikubwa katika jina la Yesu. Tamani kuona kila mmoja akioma, mwambie Bwana, nifinyange nitengeneze, niko tayari papa, kutoka kana nne zinijaze sasa, zinifurikishe sasa, Bwana. Mshangilie Bwana. Sema hayo. Ninaomba sasa nitoe tamko kutamka rasmi kwamba likongamano sasa limezinduliwa rasmi katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Amina, amina, asante. Karibu mkuu wangu. Mnaongeza makofi mengi na vigelegele kwa ajili ya baba askofu, shangilie Bwana kwa makofi mengi na vigelegele Unaweza ukasimama unaweza ukasimama ukamshangilia Bwana zaidi ya hapo <coughs> miaka 13 ya moto wa uamsho. Tunamtaka Bwana na nguvu zake. Jamani, miaka kumi na tatu ya moto wa uamsho. Tunamtaka Bwana na nguvu zake. Miaka kumi na tatu ya moto, pamoja na Bwana kwa pamoja, kwa pamoja, kwa pamoja. Msifu Mungu sifu, sifu Mungu leo katika roho na kweli, tumewaka tumewaka, hatuzimiki. Ongeza makofi mengi na vigelegele.